Karibu sana mfuatiliaji wa 69 media uko hope, hope, good na uko poa, lakini cha kwanza bonyeza uh, alama ya kengele subscribe, uwe mnafamilia bora kabisa kupata update zetu zote. mimi ni Sami Baby. You are in the house, lakini siko peke yangu, niko na mmoja kati ya wasanii wazuri wa singeli hapa nchini Tanzania. Na kwa wewe ambaye ni mfuatiliaji wa burudani ushakusikia ngoma ya waleo, basi niko naye mnyama mwenyewe anajiita Hechi Konde, mambo Poa. Hechi Konde, kwa nini Hechi Konde? Kwa sababu uh, kuna, kuna Harmonize ambaye ni Konde Boy, kuna Hechi baba, wewe ukaamua ile hechi na konde imekaa hapo. Yes, kwa sababu tukimaanisha Hechi Konde mm. ni pia ukiachana kwanza na jina la Hechi Konde mm. ninaitwa Anis Abdulahi na mjini ni hmm. mtu wa Mtwara sehemu moja nauta Shimoni, ambaye oh. ni makonde kabisa. Usiniambie, kwa hiyo panya anapita. Kwa hiyo katika ku, kuchagua uh, nikremi yako ya kazi ndo kaamua kuweka ile hapinsi hechi na ile konde, ndio eh, huje, hujawahi kushambuliwa kwamba ile konde wadha umeiga kwa Harmonize? ah, hmm. mi siwezi kuchukulia kama konde, watu watanishambulia pia hmm. hata yeye konde sio ya kwake pia naye na ubini wa wazazi wake ah, lakini tunashukulia kwa sababu ni watu wa kusini. Okay. mm. ngoja nipite umu okay. Na tukiachana hivyo tu, pia ni ndugu yangu sana, ni msikaji wangu, tuseme ni mdogo wangu, lakini ni tukuona mta mmoja kabisa. Harmonize ya kwa sababu huko historia anapotaja kule mm. kama ndo wazazi tu ndo walitokea huko alomzaa baba ah, okay, lakini maisha yake yote ni mauti. Mshawahi kukutana, labda mkajuana, mkajuana. hata ah, okay. kukutana... mm. kabla hata ajaingia huku kwanza mm. tulikuwa tume tulishakutana sana tukaa tunaishi mm. sehemu moja sehemu moja hivi mm, baada Kiwarani baada ya Kiwarani baadaye, mimi niliamua kwanza mwenyewe ni kutengeneza tengeneza bodi okay. baadaye nikafanya naye kazi nikaona sio maana, mwenyewe na kipaji ngoja, mm. ingue nifanye mziki okay. Ulifanya naye kazi, kazi ipi ambao ulifanya na Harmonize? Yeye kwanza nishafanya na kazi wakati natoka kuchukua tunzo yaoti mm. e, nishafanya okay. naye aishafanya naye kaziza muziki zizini kazi nikiwa yani, ni ni kama ni mtu ambaye tayari nafanya naye kazi ya kumlinda, nilikuwa kama ni bodi yake kumbe. Yeah. wewe <laughs> kumbe vitu vingi wewe unaweza kuwa <laughs> unavielewa elewa k okay, sawa kwa umekua umekuwa ume uh, ume uh, bodyguard ama mlinzi wa Harmonize kwa muda gani uh, Sijakaa sana, nilikuwa kama baada miezi mitatu tu hivi no. miezi mitatu. mm. Nione niliamua kujiungua mm -hmm. Ola nifanya kazi zangu zingine, ama ndo hizi issue za mabosi kutokulipa vizuri na wewe kutokea? Hapana mm. Yaani, kwenye swala la kulipa siwezi kumzungumzia vibaya mm, ni mtu ambaye tayari anaweza kana na kujali popote unapokuwa kuna mm. Kwa swala hilo kama kunyonyana, ujue tabia inaweza kaa tu mabodi kama mabodi. yeah. Unajua bosi anapotoa hela anapomwamini mtu kama wewe bwana, atakuwa ni msimamizi basi anamwamini yeye kuwa nakuumiza, sio bosi anakuumiza, yule msimamizi. Okay, ambaye tuna, si tunachukulia kama kipindi kile tunasema u ni chief bouncer yeah, yeye ndo anakuumiza. Mm. Sababu, kama bosi anaweza kuambia kazi elfu hamsini. Yes. Chief bouncer anakuambia bwana, kazi elfu ishirini na tano. Mm. So ukiangalia huko mtaani una moja hata mbili, unaona da ishirini na tano nyingi bado mfupi, yeah, sure, tu lakini wa Ko, kauli anazokuwa anazizungumza Ibra kwenye media kwamba uenda Harmonize alikuwa anamnyonya hivi na vile, hizo uenda sio za kweli. We, kama mtu ambaye ufanya naye kazi Harmonize, aa, yani ujue huyu mtangazaji nakuambia kitu kimoja mm. naamini kulitafuta jina ni kazi moja ngumu sana yeah. ukiona kama mtu ashatengeneza management yake imesimama mm. Kwanza lazima mtu huyo mwishi, okay, yani ukweli uko hivo, sawa sawa, kwa sababu kama umetoka kwenu una kitu Mm, na bado ueleweke. Yani mi leo kama leo, niko na meneja Roja, tayari ni mtu ambaye tayari ananipambania kwenye harakati zangu, sijui umenielewa? Yes, maybe itafikia sehemu ataniambia bwana, mimi nahitaji tufanye hivi, mm, afu nawambia hapana, umeelewa? Mm, itakuwa sio sio mwingi wa fadhila. Ndio kwa nini huwezi kumzungumzia mtu ani, kama mtu ashakukushi kutoka namna mna moja nyingine lazima umheshimu mpaka. Okay. Sasa una ngoma ngapi ambazo umeachia sasa hivi? Nina ngoma kama nne, mm. Ya tano inakuja, naachia audio na video. Okay, ya tano disha video moja mm, ambayo ndio hapa nalia leo leo. Yeah. Okay, sawa. Uh, katika utunzi wako wa nyimbo unatunga ama unatungiwa Sijafikiria kwanza mtu kunipa mzigo, nenda kaimbe. Kwanza unaandika mwenyewe yeah. kwa sababu ndio issue ambayo inawatesa wasanii wengi. Na ukikaa ku, kuandika uga unazingatia nini sana sana, unazingatia story za kutunga ama kuna baadhi ya nyimbo zako pia kuna zile historia za kweli za maisha yako? ah, kwanza kama inalia wa leo kwanza kuna maisha fulani alishanitokeaga, uh, lakini nikaona bona iki kitu wengi sana kinatuumiza, unajua wengi tuoja, ah. Yani sisi tunaumia sana kwenye, yani kuanzia mtoto wa kike wakiume, sisi wote n waga tunaumizwa yes. Kwenye mchakato wa mapenzi ko, nikaumiza kichwa, nikaona kwa nini hawa leo mm. Hata umpe lakitatu nne la yani nyumbani hatulii kabisaim eh. Tatafuta uchocholayakel <laughs> yeah, yeah. Kwa hivyo ndo kitu ambacho kiliweza kukutokea ulipitia usaliti kutendwa? yeah, usaliti pia ntamaa naweza nikasema mm. ni tamaa. Mwanamke alikuwa na tamaa yeah, alikuwa na tamaa, lakini nazidi kumwombea kwa Mungu mm. kuna siku, kwa sababu tayari nami nilishafanya maamuzi mengine mm. lakini bado nikawa nafanya ile kazi yeah. ya kuwa e, naandika vile na shikadi nasikilizisha daambona <laughs> kazi iko vizuri <laughs> ndiyo, hebu bwana ajaribu kwanza kuiachia. Kwa kweli bwana mm. watu washaikubali sawasawa, wakaipokea. Naona basi niendelee kwenye nyimbo zako. Tayari umeshatengeneza kolabo na msanii yoyote wa singeli? Aa, Nilifanya na kazi msanii mmoja mm. hivi ambaye nilifanya naye kazi moja ambaye yeah. tayari na yeye alikuwa kwa yuko Morogoro kwamba kweekombatlinita anaitwa Abdusabi mm. yeye sasa hivi anaishi Yombo mm. Nilifanya na naye kazi ngoma moja ya Mama Samia. Okay. Kaiachia na mm. nika wananchi wakaipokea vizuri kwa sababu mm. sinajua ndo kipindi chake. Yes. Ni mimi sikatai kufanya kazi na mtu yeyote mm. Babu, kama ukikataa kufanya kazi, huwezi kujua sehemu gani, nani anaweza kupush kwenye maisha yeah, sure. Yeah, lakini pia huenda kuna msanii ambaye unamtazama kwa macho yako mawili na jicho la tatu kwa kina kabisa, kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri hapa nchini Tanzania, labda natamani kufanya naye kazi, kuna kina Dula, kuna kina Patien hapo, kina Sergeant, kuna kina Meja Kunta The voice na wasanii wengine ambao wanafanya vizuri singeli, hata Harmonize naye pia kwenye singeli iko vizuri. Kati ya wote hao mna ambao mshaweza kufanya nai kazi? Mimi bado kila siku nazidi kusema, kwa sababu kwanza tuseme, shindikizo la kwanza mm, kuwa na upenda mziki wa raza mm, ni mwanangu sana, ni mwanangu wa karibu, Msisudi ndio Msisudi, kama Msisudi, um, na ni mshikaji wangu sana bado, mm, tukikutana tunapeana maweli na matatu yeah, na kushauriana vitu minitufana mengine hmm. Nafurahi sana mziki anaofanya vizuri anaofanya napenda, no, okay. Yes, hmm. Na na mziki wake kwa wengine bado naona kwa mziki naofanya bado easy. Bado. Yeah. Wewe unafanya singeli aina gani? mi na nafanya singeli ladha. Singeli, singeli ladha hii ndo inakuwaji? singeli ladha tofauti na singeli za hawa wasanii wengine ah, singeli laza naona wasanii wengi asaivi wasingeli wote wameingia kwenye singeli laza sababu kama ukiangalia mtu kama Kidene Fighter. Yes, yeye mwanzo alikuwa anapiga singeli laza, ambaye tayari alikuwa anapiga singeli kibati, ambaye tayari singeli kibati mm -hmm. unahitaji kuwaita watu wacheze, wacheze, sio ule mziki. Kujua kuna mziki mtu akikaa sehemu mm -hmm. ana fly na ule mziki alafu. Yes. Sasa kuna mziki sasa unakufanya hata bange ukishachukua, basi uvute kwa watu pasipokuwa na stari, kwa hiyo yeah. Sasa sisi mziki ambaye tunaofanya hata ukikaa nyumbani na familia yako, mm -hmm. watoto, unajua kuna madili fulani yanapita mziki. mm -hmm. na ndo maana pale unapoona sana Msaga Sumu anapita, mm -hmm. ile ni singeli, singeli laza, MC Sudi. Ah, okay. mm -hmm. mofani naye dula mm -hmm. makabila anapita kwenye singeli laza, D-Voice ndo mm -hmm. mziki wa sasa hivi, unaona. Hata na, na tukimwangalia Harmonize naye anapita umo, umo kwenye laza. yeah. yeah. Okay, sawa. so, naona DJ wako, maana nimeona asilimia kubwa wasanii wa wa wa singeli huwa wa, wanakuwa na DJ wao Uh, mi DJ wangu ni naye. mm -hmm. ninaye naye DJ wangu anaitwa DJ Saidi. mm -hmm. na ndio anatengenezea kazi zangu, mm -hmm. na kazi zangu. okay. Yeah. Sawa. Kazi zako zote mapokezi, zimefanikiwa zimefanikiwa kwa kiasi gani kwenye platform zote za, za muziki? Da, ya bwana kingine. mm -hmm. nashukuru sana kwa sababu kama ukishafikia kwa mtu ambaye tayari uko mm. kwenye gemu hata miaka mitatu minne hauna mm -hmm. na ukapokelewa na watu aiza elfu moja mia tano elfu moja mm -hmm. mia sita ni hatua yeah. Kwao mimi nachoshukuru ni hicho, nazidi na kuambia wanangu wengi mm -hmm. enda mziki wangu uendelee kunipushi naona, ili okay. tufike lengo ambazo tunahitaji kufika. Show tunapata shoo uh, shoo zinapatikana mm. Lakini meneja kama meneja, mimi siwezi kulipangia kwenda kwenye sho. Okay, lakini tayari umeshaanza ta kupata sho ya zipo, na kama hapa, kesho kutwa niko Scorpion ile Mbagala. okay. Lakini kama meneja atakubali, yeah. kwa sababu sisi tunaangalia maokoto yeah, kweli mm. mm. kwao meneja akisharizia, tena tunaweza tukenda t sasa wewe una management, lakini pia kuna swala ambalo limetokea hivi karibuni kuhusiana na dogo Sergeant na moja ya lebo ambao wanafanya kazi, wana maana swala zima la malipo kutokuwa na mikataba. Naamini wewe ni msaidizi ambaye kwenye management, kwa upande wako labda, eh, management imekupa mikataba malipo yake yako vipi? Ni mazuri ama kawaida? Kwanza yani, kuna kitu kinachoitwa kwenye mziki, hmm, kwenye kitu wanaita unawaga na okay unajua Unapoamua kufanya kitu lazima ukae chini kwanza uchekeche, uchekeche pumba mchele yeah. Ukishapata hiki nachokifata kwangu, kiko sahihi, hii ndio mm -hmm. Unaweza ukafanya kile kitu kwao, wadogo zetu. Sema wadogo zetu wengi sana wanaingia kwenye matatizo, sio yeye tu mm -hmm. Kwa sababu hata balaa nalo uliona ni kwenye peji yake, ilishaondokaga alikuwa tatizo kidogo na mabosi zake mm -hmm. Ikawa amekaa sana, ni muda mrefu benchi, anataka kurudisha nafasi yake. Kwani ukikaa na meneja kwanza, natakiwa naye pia umwambie, bwana, mimi nahitaji hichi hichi hichi, meneja. mm. Anaweza kakusikiliza kama atashindwa, wewe ni msanii mm. Sawa so, mm. unatafuta mtu mwingine ambaye anaelewa kazi atakupusha. Okay. Kwani usitake kila siku uonekane kwenye majukwaa, unaelewa? mm. kwenye media mm. wakati tayari wewe unanyonywa siku ya yeah. siku sasa unaonekana wewe ni star, umelewa? mm. hapo sasa una msaada Yes, yani hata ukipata na tatizo sasa hivi kujitatua mwenyewe nashindwa, ndio. yeah. okay. Sawa so, kwa hivyo kuna baadhi ya wasanii wanakurupuka kuingia kwenye management ama kwenye lebo ah, lazima lazima, wanakurupuka kwa sababu nikisema wanakurupuka ni kitu kimoja <coughs> kama unajiamini mimi nina uwezo wa kuimba kwa watu elfu tatu elfu nne yeah. sawa so, mm. kwa nini situlize kichwa chako ukafanya ukafanya vitu ambayo tayari unajua kabisa nikifanya hivi baadaye vitanisaidia. sawa sawa. Yeah. Yaani, ukitulia hata chochote unataka kufanya ukikurupuka, lazima hmm. kuumiza. Singeli tuza international singeli inaenda kimataifa zaidi. Mashabiki wa hichikondo wategemea pia kumwona hichikondo akiperform show nje ya Tanzania, akiwapeleka wazungu mikono kulia kushoto, kulia kushoto, kutumia loja, kwa sababu ni simba naye hajapoa, ni kama meneja hajapoa. okay. Naamini mpaka nilipofikia hizi hatua mm. zake mm. naamini, siku moja tu nitakwambia, bwana madam hapa hicho kitu okay. mm. Sawa, mimi natamani tukiwa tunamaliza, uh, tupate kidogo kusikia akapela fulani hivi ya ngoma yako ya Waleo, mistari michache tu, kabla ya kumalizana na wewe asante. Ah, mm. ah, kazi zipo, kwa sababu sio kazi mnaifanya hapa. Naongea mama waleo, oh. Wale waleo hawatuli nyumbani, waleo. Wewe mama heti wanashinda na vijora waleo, waleo, wale mama, nalia nalia, mama nalia, mama nalia. Hechikonde, mimi bado naumia, lo, nalia nalia, mama nalia Haya, ah. Yeah. <laughs> Ah, bwana waleo, wanawake wa kisasa mmemfanya Hechikonde aingie studio apate kuandika ngoma kali waleo. Na tamaa za wanawake ndo zinafanya hivyo jamani. Natamani kama kuna bidada ama mwanamke ambaye amesikia interview hii alafu akaelewa sababu ya uh, Konde kuandika ngoma ya waleo, nadhani utaweza kuwa mwaminifu na mtulivu kwenye mahusiano yako si ndio? Uh, yani hata kama wasipotulia kwa sababu hmm. maisha maisha ni changamoto naamini kwa mengi wanaopitia. mm -hmm. Sasa hivi dada zetu na wanahitaji mtu ampate mtu atulie. Yes. Na mtoto wa kiume mm -hmm. na atahangaika siku kwa siku, atampata mwanamke mwema mm -hmm. atafanya naye maisha. Okay. Kwao naamini kutumia pigo langu mm -hmm. kumbe ni moja ya hatua yangu, ndio njia yangu sasa kufanya maisha kwa njia nyingine. Kwao okay. mimi nashukuru kama alinipa tu akili ya kufanya kitu fulani. Mm -hmm. Na ndio maana kila siku nazidi kumwombea kwa Mungu, basi apate naye mwanaume mzuri mm -hmm. afanye maisha mazuri, yani atoboe zaidi ya pale alipokuwa na mimi. Ukimpiga chura teke umwongezea mwendo. yeah, yeah. Sawa, kwa kumaliza kuzungumza na mashabiki zako, lakini pia uenda kazi zako unazipata wapi? Uh, social network zako pia unaweza ukazitaja. Uh, kwanza wanangu naisi hapa tulipo wanangu wa Garacha wote wananisikia. Yep. Wanangu watoto ambao wa tayari wanampambania. Mm. Watoto wa Mauta Shimoni. Mm. Wako live wananisikia hapa bwana, watoto wa Mbagala wote, meneja. Mm. Roja, kama meneja Roja bwana. Kazi zangu zinapatikana YouTube. Mm. hkonde mizigo yangu tutaipata huko TikTok, unapata hechikonde mm. platform zote hechikonde. Yeah. Sawa, si tumemalizana hivyo na hechikonde, lakini waleo ndio ngoma ambayo ina, ina make headline sana huko mitandaoni. Mi ni seme babi, nakukumbusha tu kwamba drop comment yako hapo ni muhimu, lakini kikubwa subscribe, bonyeza alama ya kengele, lakini pia Instagram 69 media tz. Behind the camera nilikuwa na mtuongo nguvu sulgoma. Si tunamaliza hivi na hechikonde.